Hii ni simanzi nzito ikiunganika iki vilio na masikitiko yasoelezeka. Hali ilivyo msibani kwa baba mzazi wa vunja bei mewavunja moyo watu wengi sana. Karibu Dicky Studio TV, kituo kinachokuletea habari zote muhimu kwa haraka, kwa uhakika na kwa undani. Kama bado hujaji subscribe channel yetu huu, oh, ndio muda wako sahihi wa kujiunga na familia kubwa ya Dicky Studio. Mimi ni mtangazaji wako mpendwa Kambona Kana, na hii ni habari kamili ni huzuni na majonzi makubwa yanayoendelea kutawala katika msiba wa baba mzazi wa Vunja Bei ambapo ndugu, jamaa na marafiki wameendelea kufika kwa wingi kutoa pole na kushiriki katika kipindi hichi kigumu. Taarifa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa hali ya simanzi ni kubwa katika eneo hilo, huku vilio vikisikika mara kwa mara kutoka kwa familia na watu wa karibu. Vunja Bei mwenyewe ameonekana kuwa katika huzuni nzito akipokea pole kutoka kwa watu mbalimbali waliogusa na msiba huo. Watu maarufu, marafiki wa karibu, pamoja na wanajamii wameendelea kuonyesha mshikamano wao kwa kufika msibani na kutoa pole na kusaidia kwa hali na mali. Hii inaonyesha namna na marehemu alivyogusa maisha ya watu wengi, pamoja na heshima kubwa aliyokuwa nayo katika jamii. Dicky Studio TV inaendelea kufuatilia kwa karibu taratibu zote za msiba huo itaendelea kuwapa taarifa sahihi kadri zinavyokuwa vinapatikana. Katika kipindi hiki kigumu, unahimizwa kuonyesha upendo, mshikamano na utu kwa familia marehemu. Kifo ni fumbo, lakini umoja wetu ndio faraja ya waliobaki. Kwa habari zaidi, ndugu mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti, ili uweze kupata habari mulwa motomoto za wakati wote kwa masaa yote.